Mnamo mwaka 1990 jeshi la Saddam Hussein lilivamia Kuwait na kumiliki takriban asilimia 20 ya visima vya mafuta vya taifa hilo na kutishia pia kuvamia Saudi Arabia. Kimataifa ilitajwa kwamba kumwacha Saddam Hussein akimiliki eneo kubwa ambalo linategemewa ulimwenguni kwa biashara hii ya mafuta itakuwa ni kumruhusu Rais Saddam Hussein awe na mamlaka ya kupandisha bei ikiholela bei za mafuta katika soko la kimataifa na kuyafanya mataifa mengine ulimwenguni kuwa na utegemezi mkubwa wa mafuta kutoka nchini Iraki kwa kuwa asilimia kubwa ya mafuta eidha visima vya mafuta katika ukanda wa Mashariki ya Kati vitakuwa mikononi mwa Saddam Hussein ambaye anaonekana kuwa ni adui mkubwa Magharibi, licha ya kuwa na ushirikiano na mataifa Magharibi kwa muda pia wa kutosha wakati ambapo walikuwa na maslahi nchini ya Iraki na ushirikiano na Saddam Hussein. Iwapo Saddam Hussein angeachwa kuendelea kumiliki visima hivyo vya mafuta, basi bila shaka bei za mafuta zingepanda kwa kiasi kikubwa katika mataifa ya Magharibi, kwa kuwa mataifa ya Magharibi yalikuwa yakitegemea kwa kiasi kikubwa mafuta kutoka katika ukanda wa Mashariki ya Kati, katika nishati kwa kuwa nishati kipindi hicho ilikuwa ikipatikana kwa kiasi kikubwa kwa kutegemea mafuta. Hivyo basi, bei za mafuta zingepandishwa na Saddam Hussein, na vilevile Saddam Hussein angeweza kuwachagua ni akina nani ambao wanaruhusiwa kununua mafuta kutoka kwa Saddam Hussein. Mataifa ya Magharibi katika viwanda vyake yangeweza kukosa nishati hiyo na kuyafanya mataifa ya Magharibi kurudi nyuma katika sekta ya viwanda, kwa kuwa viwanda katika mataifa hayo yanategemea kwa kiasi kikubwa mafuta yanayotoka katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hivyo basi, kuliundwa mbinu tofauti ambazo malengo yake ilikuwa ni kumwondoa Saddam Hussein katika maeneo hayo ambayo yalikuwa tayari yamekwisha teka na kumwondoa kabisa katika ukanda wa mashariki ya kati ili asiweze kuwashawishi viongozi katika mataifa hayo waweze kuwa kitu kimoja na kuyaziwia mataifa ya magharibi yasiwe na ushawishi katika ukanda huu wa mashariki ya kati mbinu ambayo iliyotumiwa ili, ili kumwondoa Saddam Hussein nchini Kuwait, baraza la haki za binadamu nchini Marekani liliandaa mkutano, na katika mkutano huo binti mmoja mwenye umri wa miaka 15, binti ambaye alitajwa kwamba ni raia kutoka nchini Kuwait, katika mkutano huo alitoa ushahidi huku akitokwa na machozi, akifahamisha ya kwamba jeshi la Saddam Hussein wakati ambapo lilipovamia Kuwait liliingia katika hospitali moja na kuwatoa watoto wachanga waliokuwa katika mashine ambazo huwa zikitumiwa kuwasaidia watoto wadogo kuweza kupumua ambao walizaliwa huku wakiwa na matatizo ya kupumua. Hivyo basi binti huyo katika mkutano huyo akipukutikwa machozi alifahamisha kwamba jeshi la Saddam Hussein liliwatoa watoto hao katika mashine hizo na kuwaweka sakafuni na hadi kufariki, ni unyama usiokuwa na kifani na kuwafanya wale ambao walikuwepo katika mkutano huo kupatwa na ghadhabu. Na wakati ambapo taarifa hiyo iliweza kusambazwa katika vyombo vya habari, jamii nzima nchini Marekani na jumuiya kimataifa iliamini Kile ambacho kinaendelea nchini Kowaiti ni jambo ambalo halitakiwi kufumbiwa macho. Ni jukumu kwa jumuia ya kimataifa kuchukua maamuzi ili kumwondoa Saddam Huseni na jeshi lake nchini Kowaiti. Baada ya kile ambacho kilitajwa kuwa ni ushahidi tosha dhidi ya Saddam na unyama ambao uliokuwa ukiendelea nchini Kowaiti, kama inavyotajwa, mataifa 35 ikiwemo Marekani moja kwa moja yalivamia Iraq na kusababisha vita ambayo ilipelekea watu wasiopungua laki moja nchini Iraki waliweza kufariki katika vita hivyo. Sababu hii ambayo iliyotajwa kuwa ni ushahidi tosha na unyama wa jeshi la Saddam Hussein nchini Kuwait, waandishi wa habari walifanya uchunguzi kumhusu msichana huyu mwenye umri wa miaka 15 ambaye alishiriki katika mkutano huo katika baraza la haki za binadamu Marekani. Baadaye, baada ya miezi kadhaa, waliweza kugundua ya kwamba binti huyu alikuwa ni mtoto wa balozi wa Kuwait nchini Marekani ambaye alitayarishwa, idha kupewa mafunzo na kampuni moja ambayo iliajiriwa na ubalozi huo wa Kuwait kwa ajili ya kuandaa propaganda ambayo itakuwa ni thabiti ambayo itakaonekana kuwa na uhalisia wa kuweza kuruhusu jumuiya ya kimataifa kushirikiana ili kuweza kumvamia Saddam Hussein. Ni propaganda ambayo iliyoundwa na kufikishwa katika baraza hili la haki za binadamu Marekani, na kuweza kutoa ushahidi ambao ulionekana kuwa ni propaganda, baada ya uchunguzi ambao uliendeshwa na waandishi wa habari na kuweka wazi ni kitu gani ambacho kiliendelea na data kamili kuhusu binti huyo ambaye alitoa ushahidi ambao ushahidi huo pia waandishi wa habari walifuatilia katika hospitali tofauti nchini Kuwait, na tuhuma hizo hazikuweza kuthibitishwa. Lakini tayari jeshi la ushirika, mataifa zaidi ya 30 yalikuwa pamoja, yamejiunga dhidi ya Saddam Hussein, na Saddam Hussein aliweza kuondolewa nchini Kuwait.